Ambapo serikali inaanzisha sasa mikakati ya kuwaondoa wafanyikazi hewa kutoka sajili ya malipo ya sekta ya utumishi wa umma. Akiongea wakati wa makala ya sita ya hafla ya utoaji tuzo kwa wadau wa masuala ya wa wafanyikazi wa mwaka 2025 hapa jijini Nairobi, katibu katika wizara ya utumishi wa umma Daktari Jane Imbunya amesema tayari arifa imetumwa kwa taasisi mbalimbali za serikali, na idara hiyo inasubiri majibu yao. Katibu wa utumishi wa umma na ustawishaji wa ujuzi wa wafanyakazi Dr. Jane Imbunya alikuwa mgeni mashuhuri wakati wa awamu ya sita ya hafla ya mwaka 2025 ya utoaji tuzo kwa wataalamu wa kushughulikia masuala ya wafanyakazi hapa nchini iliyoandaliwa jijini Nairobi. Alikariri kujitolea kwa serikali kukabiliana na tatizo la wafanyakazi hewa katika sekta ya umma. We are saving that mother who's going to die in a maternity ward because the theatre was not operating. Let us put that money where it belongs. Shughuli hiyo ambayo inalenga kuboresha utendakazi katika sekta ya utumishi wa umma itazinduliwa hivi karibuni. When I took over the State Department, I was told the payroll is untouchable. You don't touch it. But we did. And we are doing very well. Some of you have already received communication from my State Department. I am waiting for you to respond before we now go out to fagia ghost workers. Aidha, ametoa wito kwa wataalamu wa kushughulikia masilahi wa ya wafanyakazi hapa nchini kukuza mazoea ya kutuza ubunifu wa vijana na kuhimiza utumiaji wa akili unde itakayowasaidia wafanyakazi na wala si kuchukua nafasi ya binadamu.

Mwenyekiti wa kitaifa wa taasisi ya wasimamizi wa maslahi ya wafanyakazi Philip Odero amesema baraza la wasimamizi wa maslahi ya wafanyakazi limeidhinisha kuondolewa kwa asilimia mia moja malimbikizi ya ada wanazodaiwa wataalam hao ya kiwemo ya hadi mwaka 2024.

Tilio Marko, Dira ya Magwiji.